Mshambulizi wa kwanza wa Marekani dhidi ya kundi la waasi wa Yemen yaani Wahuthi tangu rais wa Marekani Donald Trump alipoingia madarakani mnamo mwezi Januari ulisababisha vifo vya takriban watu 31, huko Washington ikimuonya Iran kusitisha msaada wake kwa kundi hilo kundi hilo ambalo wamevamia Israel na meli za bahari ya Shamu wakati wa vita vya Gaza, wamesema watoto walikuwa miongoni mwa waliokufa kutokana na mashambulizi hayo makali. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP aliyekuwa katika mji mkuu wa waasi hao alisikia milipuko mitatu na kuona moshi ukiongezeka angani. Msemaji wa wizara ya afya ya kundi hilo la waasi kutoka Yemen yaani Wahouthi, Anis al Asbah, katika taarifa yake amesema kwamba nanukuu, mashambulizi kwenye Sanaa pamoja na maeneo ya Saada Al-Baida na Rada yaliua watu 31 1 na, na kujeruhi wengine mia na moja, huku wengi wao wakiwa watoto na wanawake, mwisho wa kunukuu. Rais Trump kupitia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii aliahidi kutumia nguvu kubwa za kivita na kuamuru Iran kukata msaada wake kwa kundi hilo la waasi mara moja. Kundi hilo la waasi kutoka Yemen yaani Wahuthi, kwa upande wao, walionya mashambulizi hayawezi kupita bila ya kujibiwa, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikosoa vifo hivyo na kusema kwamba Washington haina mamlaka ya kutunga sera za nje za Iran. Wahuthi ambao wametawala sehemu kubwa ya Yemen kwa zaidi ya muongo mmoja ni sehemu ya mhimili wa pinzani wa makundi yanayounga mkono Iran na kupinga Israel na Marekani vikali wameanzisha mashambulizi mengi ya ndege zisizo na rubani na makombora kwa meli zinazopita Yemen kwenye bahari ya Shamu na ghuba ya Aden wakati wa vita vya Gaza wakisema wanashirikiana na Wapalestina. Msemaji wa, wa idara ya ulinzi wa Marekani yani Pentagon, sin panel amesema Wahuthi wamevamia meli za kivita za Marekani mara 174 na meli za kibiashara mara 145 tangu mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Ombi la mashambulizi haya lilivuruga njia muhimu ya usafiri ambayo kawaida hubeba takriban asilimia kumi na mbili ya usafiri wa meli duniani na kulazimisha makampuni mengi kupisha meli zao kwa njia nyingine ya gharama kubwa kuzunguka kusini mwa Afrika. Baada ya kusitisha mashambulizi yao wakati mapigano ya kusitisha vita vya Gaza yalipoanza kutekelezwa mwezi Januari, kundi la Wahuthi lilitangaza Jumanne kuwa litarudi kwa mashambulizi hadi Israeli itakapoinua zuio lake kwa misaada kwa eneo lililoathirika na Wapalestina. Taarifa ya Rais Trump haikugusia mzozo kuhusu Israel, lakini ililenga mashambulizi ya awali ya Wahuthi kwa usafirishaji wa kibiashara. Mapema mwezi huu, Marekani ilibadili hadhi ya harakati ya Wahuthi kuwa shirika la kigaidi la kigeni na kupiga marufuku mawasiliano yoyote ya Marekani na kundi hilo. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.